Kwa hayo makundi yote yaliyotajwa, ukianza na hao mia moja mia mbili thelathini hivi kama walivyosema, ambao watapewa leo sakramenti ya kipaimara, wakaja hawa ambao wamependa sasa waunganishwe katika munganiko huo wa sakramenti ya ndoa, ndoa zilizo zinazokuwa hapa mbele, ili na hao ambao tayari wameisha yaisha hayo maisha ya ndoa, miaka hamsini na miaka ishirini na mitano pamoja na askofu padri, sio askofu, kuzikampandisha mapema huyo padri ambaye leo anazindua jubilei ya miaka ishirini na mitano tangu alipoanza kumtumikia Mwenyezi Mungu kama padri, Padre Felix Mbuya. Ni niseme, leo tuna bahati kubwa sana katika parokia yetu hii kuupokea huo upendo wa Mungu na kuipokea hiyo zawadi au hizo zawadi zote ambazo zitatolewa au tunasema asante sana ye ye kwa Mwenyezi Mungu ambaye yeye iya amiso. Naomba tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hayo yote ambayo tutendea, tukimshangilia yeye mio <laughs> tukiwashukuru nao hawa ambao ametufanya leo kiwe hapo. Asanteni sana, naomba tukae Ndugu zangu, naomba tuongozwe katika tafakuri fupi hii ambayo nitaifanya kwenye siku hii ambayo kwa kweli, na mengi haya ambayo wameyasikia, na kila mmoja bila shaka atakuwa na mawazo yake, iwe ni wao wenyewe hao ambao wanakuja kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hayo wanayoyapokea, ambao wameshayapokea, wengine, iwe ni sisi tunashuhudia kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo alikisema baada ya huyo mama kutaka kumsifia kusema kwamba heli tumbo hilo lilokuzaa na matiti hayo ambayo ameyanyonya. Yesu akakusema hapana, sio, haitoshi. Yeye anasema heli ya yule ambaye analisikia neno la Mungu neno lake na kulishika. Naomba tusisitize hilo tu, na nitazungumzia hilo, hiyo kweli ya huyo ambaye analisikia neno la Mungu analishika, hilo neno lake, analisikia analishika, hilo neno lake. Napenda niseme hilo, kwani hawa ambao wamekutanisha hapa tunaamini na ni hakika, au ni wao au ni walezi wao au ni wazazi wao viongozi mbalimbali, ambao wamewafanya wajisikie na wayasikie hayo maneno ya Mungu na wayashike, na baadaye sasa wayaweke katika maisha yao. Nikianza kabisa, nashangaa, si sianze na hao ambao wanapokea kipaimara, nianze na hao ambao wameshuhudia maisha haya ya ndoa kwa miaka hiyo kwanza hamsini jubilei ya miaka hamsini tunayoisherehekea leo, wanayoisherehekea leo, tunayosherehekea pamoja na hawa wengine ambao wanasherehekea jubilei hiyo ya miaka ishirini na mitano pamoja nasi, tangu alipoingia katika huu muungano wa sakramenti ya ndoa hawa wote walilisikia hilo neno la Mungu angalau kwa kipengele hicho cha sakramenti hiyo ya ndoa, na wakalisikia hilo neno la Mungu, hiyo ndoa ambayo kama tukienda kusoma katika hicho kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza aya ya ishirini na Inapozungumza Mungu alipotuumba wa na, wao walisikiliza hilo neno na wamilisikia, na nategemea na sisi wengine wote sasa na baadaye, wale ambao sasa ndio mnakuja kuweka hiyo ahadi yenu, kuweka hiyo ahadi na baadaye mkapata nguvu hiyo ya sakramenti yakifamanta kwenda na nyini, masemnamyafahamu hayo kwamba Mungu alimuumba mme na mke na mme na mke alimuumbatsi na kataka wakae pamoja na baadaye ukiendelea huko, aya ya ishirini na nane takuja hilo wazae wajaze nchi na baada ya waja kutawala. Sasa hivi vyovyote ambavyo vitakuwa katika nchi, hawa waliasikia hayo vizuri sana na wakaamua waingie katika maisha hayo na baada ya miaka hiyo hawa hamsini hawa ishirini na tano anamshukuru Mwenyezi Mungu, na nafikiri wataendelea tena kunisikia hilo, na anapenda si wao wenyewe tu, bali baadaye watoto wao hata vitukuu vijukuu, na wengine wote ambao watakuwa chini yao, wakiwa wanasaidiwa au wanasaidiwa pamoja na wao wao wenyewe. Asanteni sana. Hilo neno la Mungu na mkapenda mlishike, na mmelishika na maisha ayo, maisha ya ndoa, ndoa hiyo ambayo Mungu yeye mwenyewe kataka, sio zile nyingine ambazo asa zitaziongelea napoongelea hawa wapi. Asanteni sana, naomba kuwashangilie kila maraik kwa mfano huo na uvumilivu huo ambao umeonesha kwa miaka yote hiyo. Ndugu zangu, leo tunafunga ndoa, leo tunakuja kanisani tunatoka tunaenda, lakini si wote wamebahatika. Wengine hata miaka miwili inashindikana, wakiweza wengine mitano, wakiweza zaidi wengine kumi, baada ya hapo hakuna tena. Kwa hiyo mtu akaishi miaka hiyo kama hawa walivyofanya, wana haki kabisa ya kushukuriwa na tuna haki kabisa ya kuwashangilia. Kwa hawa ambao wako mbele kabisa dozi mbili, na wao tunapenda kuwashukuru sana, kwa sababu kama wale wengine walivyolisikia hilo neno la Mungu na kuikuisiana hiki kitendo huo uumbaji wa Mungu alipomuumba mke na mume, na akataka hawa kama siku moja wawe pamoja, na akawapa majukumu wafanye nini, kwa kila ambacho yeye atapenda na kitafanyika, kitawezekana. Wamependa sasa na wao, baada ya kusikia neno la Mungu, wakishike na wafanye hivyo. Napenda niwashukuru. Nalisema wazi kwa sababu sasa hivi ulimwengu huku umekanganyikiwa, kwa namna moja au nyingine, na hasa inapokuja swala hili la mahusiano ya hicho ambacho sisi kama waamini sasa nazungumza, mimi kama muamini nawazungumzia na ninyi kama waamini ambao mnapasha mlifuata hilo neno la Mungu linalosemwa na sisi, ndio aliumba mme na mke ili wafanye tendo hilo waje wao pamoja na wazae na waijaze nchi na baadaye waje kuja kuiongoza, sasa na kuelekeza. Hilo limesema katika kitabu chetu hicho, Biblia hiyo takatifu, na ndo hicho ambacho sisi kama mwamini, kama wewe uliokuja hapa, mimi nayozungumza, tunapaswa hayo tuyazungumzi hayo, na nyinyi myafuata ambayo mnayasikia na tuyahisi, sasa sote kwa pamoja tukisaidiana, ili idia yabadi sasa ulimwengu uliokanganyikiwa sasa hivi au wale ambao amekanyagea na wengine ni kutoka kwetu vile vile, kwa sababu alishasikia neno hilo. Sasa ni wale wengine ambao labda hawajasikia angalao hilo ambalo Biblia inasema, naweza nikasema hao wanayakwao, na lakini mbaya ni yule ambaye alishayasikia. Na mwingine akazaliwa ni Petro akabatizwa, mwingine ni Yohana au mwingine ni Agnes akabatizwa, ama baadaye anasema hapana, ndoa ni ya mme na mme aondoa ndoa ni ya mke na mke, huyo aliyebatizwa pake nasema, anaenda kinyume na huyo aliyemwamini Kristo, ambaye leo tumemsikia anavyosema, heri huyu aliyelisikia neno hilo na akalishika. Huyo labda alisikia likaingia likagivia huku, alafu likatokea huku likaenda mambo ya ajabu yako yanaendelea. Sisi kama waamini leo ambao tunashuhudia hawa hapa mbele yetu, ndio maana nasema tuwashukuru hawa ambao leo wameamua sasa, akasema mimi ni mwanamke, mimi ni mwanamme, hebu twende tukafunge ndoa yetu kwenye hadhara kama mke na mme, na iwe ni sakramenti ambayo iko wazi, ukaionekana Asanteni sana kwa hilo. Doia hawa vijana wetu ambao leo watapokea sakramenti hiyo ya kipaimara, na hakika na wao wapo wanajiandaa vile vile kupata mfano wa hao bila shaka nawakongozwa na neno na la Mungu ambayo wamekuwa wakilisikia na wataendelea kulisikia, sio tu kwa hiki sasa ambacho tumekizungumzia cha maisha hayo ya ndoa. Sikupenda kuingia ndani, sasa wanapokuwa wamefunga hiyo ndoa watafanya nini. Wanayafahamu, wamefundishwa. Ndoa ya Kikatoliki, ndoa yetu ya Kikristo ya Kikatoliki iko oja kama ni muungano huo wa pamoja, kawa kitu kimoja. Wanajua kama ni kutotengana, yanayosemwa hayo, ndoa ikabaki ni kitu kimoja, na wataahidi, wataapa hapa mbele ya baba mchungaji, mpaka kufa. Tunafahamu hayo, watakavyowalea wakawatunza watoto aliyoyote, ni maneno ambayo si tu yale yaliyoandikwa kwenye Biblia bali maneno ambayo sasa na kanisa linafundisha ambayo inabidi wayajue, wayachukue, alafu baadaye wayashike na wayaishi. Na hayo ndio na nyinyi vijana leo, mtakaopokea sakramenti ya kipaimara, mnaalikwa mwanje kuyafikiria kesho. Kesho kitu unajua, siku hizi tunazungumza mara nyingi ili kienda kutoa sakramenti ya kipaimara na wakumbusha vijana jamani, siwe leo tumekuja hapa kanisani pokea sakramenti kipaimara u padando kipa mnatawanyika, mnapotea, mnakwenda ni mwisho, amrudi tena hata kabisa. Sasa leo tuna bahati kwamba mnakuja hapa kupokea sakramenti ya a, na wakati uleule bado kuna hiyo sakramenti nyingine, ambayo na nii, labda kuna wengine ambao tayari kufikiria, na tunaomba mwenyezi Mungu abariki kufikiria kwenu huko, kusudi kesho kesho kuto na nini mwezekua kama hawa ni si hilo tu bali sasa mje kulifuata hilo neno la Mungu, mlisikilize vizuri, na baadaye mje kuliishi kulishika na kuliishi, hata katika maisha yenu ya kila siku na katika yote ambayo mtakuja kuyafanya katika maisha yenu. Ndugu zangu, ni neno hilo tu ambalo lina nguvu, litakao kuja kuwasaidia na kuwaongoza na kuwawezesha muwe na nguvu muwe na akili, muwe na hekima, muwe na ushujaa huo, msiwe na woga, muwe na moyo huo wa kutaka kumkimbilia yeye, mkimpigia magoti, mkiamini, mkijua kabisa kwamba ni yeye mwenyewe huyo anayesema ambaye alisema katika Kristo, akamfunua kwa neno lake na kwa neno hilo, mnataka diwaongozi haingia kwenye ibada mtamwabudu, mtamheshimu, mtasali pamoja naye kila siku. Ni neno hilo linawasukuma na, na mtapenda baadaye, mkayafanye hayo ya huruma kwa wengi ambao watawajia, na mtaona kabisa kwamba ni wahitaji. Na hilo Baba Mtakatifu juzi amelisema vizuri sana katika mawaida aliyoyaandika katika barua yake ya kwanza kabisa, ikiwa ni kuendeleza hicho ambacho baba mtakatifu mpendwa na mkumbukwa Francisco amekuwa akisema, kuwaelekea wale wahitaji wale masikini, na hasa wale masikini wa kutupwa. Naamini kwa kusikiliza neno la Mungu hilo litawapeleka hata huku, mkijua kabisa kwamba kanisa ni kanisa lipo zaidi kwa ajili ya kumwona Kristo katika hao ambao wanateseka. Kumbe pamoja na yale mengine yote, akili, hekima mtakazozipata ushauri huo ambao mtaweza kutoa hata kwa wengine hao ambao wanahitaji kujisimamia kwa nguvu kabisa bila kuogopa, lakini mtakuwa nalo hilo vile vile ambalo litawasukuma sasa la kwenda kujitoa kwa ajili ya hao ambao ni wahitaji na hasa hao walio maskini. Ndugu zangu, tapokea sakramenti hii leo ya kipaimara, lakini mwitambue kabisa na mulitambue hilo kwamba itafanya na itakuwa na nguvu iwapo mtamsikiliza huyo Mungu ambaye anafanya kazi kupitia kwa huyo nguvu Roho Mtakatifu ambaye atakuja kuwasaidia, itaipata hiyo neema ya kusaidiwa ambaye itawasindikiza daima, kama mtasikiliza hiyo sauti. Heri yule anayelisikia hilo neno na kulishika, na mkaisikia hilo neno, neno mkalisikia na mkalishika hilo neno, litawapeleka na mtaweza kuyafanya mengi, na hivyo sasa tutafurahi sisi tukiwaona nini kama nguvu mpya ambayo inakuja nguvu mpya ambayo inakuja kujenga kanisa hili, katika hayo yote ambayo tunayasema, na si kwa maneno tu, bali hasa zaidi kwa mifano, kwa sababu watu watasema kweli hawa ni hao ambao Bwana Mungu amewaita na amewakomboa kwa sababu ya yale ambayo atakuwa anayaona ninyi mnayafanya, na inabidi tuyafanye kweli. Las, tunakwenda sasa kwenye hilo ambalo halitishi lakini ni ukweli analotuambia nabii Yoeli. Huyu nabii Yoeli alijulikana sana kama hao wengine ambao walikuja kuandika baadaye kabla ya Kristo kuja, muda mfupi tu kabla ya Kristo kuja, au karne tu ambazo si nyingi kabla ya Kristo kuja, akiwatahadharisha ambao achana na mambo ya dhambi. Lakini hizo tofauti zilizoingia katika jamii wakawepo hawa walio masikini zaidi, wakawepo hawa walio matajiri zaidi. Yoeli anakuja akiwaomba, au kama anavyomtangaza anavyosemwa na hawa waandishi wetu wataalamu wa Biblia, ni nabii anayekuja akiwaalika watu wafanye toba, wafanye toba kwa kusali na wafanye toba kwa kufunga tena chakula. Ndugu zangu, hapa na pale tunatoka kosea hawa ambao leo tunawashangilia miaka hiyo hamsini ishirini na tano hawa ambao ndio leo wanaipokea sakramenti hiyo ya ndoa, nyinyi ambao mtapokea sakramenti ya kuimarishwa, hata huyo ambaye ni padi mwenzetu ambaye leo anazindua jubilei hii ya miaka ishirini na mitano sote kwa pamoja na sisi waamini hapa na pale inawezekana udhaifu wa kibinadamu ukawepo na tukashindwa kuyaishi hayo, kulisikiliza neno hilo la Mungu vizuri na tukalishika. Leo Yoeli anatuita na sisi, anatukumbusha hilo la kufanya toba, kumtizama huyo Mungu mwenye huruma, tukamwomba msamaha na kwa kumwomba msamaha kwa unyenyekevu atatupa nguvu hizo ambazo baadaye zitatusaidia tupende tena kumrudia na kumsikia tena zaidi, na kushika hilo neno lake na kutaka kuliishi tena upya. Tutambue kabisa kwamba sisi kwa nguvu zetu tu, kwa nguvu zetu tu, hatuwezi tukafanya kitu. Na Yesu alijua hivyo, ndiyo maana akamwambia ile mama, aitoshi tumbo lililokuzaa Haitoshi kwamba mimi nimezaliwa katika familia fulani. Kama mtu mmoja alikuwa anasema sema, sisi familia yetu ni watakatifu. Sasa mmoja anamuuliza kwa, mko watakatifu kwa nini? Tuko watakatifu kwa sababu kwetu kuna padri, alafu kwetu kuna masista wawili, basi tuko watakatifu. Haiwezekani ahii, haitoshi kuzaliwa katika familia ya kikristu ukafikiri kwamba e, sasa utakuwa mkristu ambaye ni mfano wapekia paa tabili Ushirikiane sasa na neno hilo, Mungu mwenyewe akufanye wewe hivyo ambavyo ungenitamani, na hivyo yeye ambavyo anataka. Mwombe Mungu Mwenyezi awe nasi katika yote, atusindikize, na hasa pale tunaposhinda, tutambue na tumrudie, tusikie neno lake na tuje sasa, tuliishi, tuongoze na natupeleke katika o uzima ambao yeye ataka tuufikie, uzima wa mii